Naam, karibu tena mtazamaji. Naam, mamlaka ya usalama barabarani NTSA sasa inasema itawakagua upya baadhi ya madereva kama mojawapo ya mikakati ya kupunguza ajali za barabarani nchini. Naam, akizungumza jijini Eldoret, kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo amewataka madereva kuwa waangalifu msimu waskuku, moja, wa sikukuu unapokaribia, akisema kwamba watu elfu 21 wameathirika na ajali mwaka huu pekee. Naam, na kama anavyoarifu Laura Utieno, baadhi ya waathiriwa pia wasimulia madhila wanaopitia baada ya ajali. Huku taifa likiungana katika makumbusho ya waathiriwa wa ajali za barabarani, wito wa leo lisheheni umuhimu wa kuzingatia kanuni za usalama ili kuepuka maafa na majeraha. Emily Omondi aliyehusika katika ajali ya Agosti ambapo watu ishirini na mmoja waliaga dunia katika eneo la Mamboleo, kaunti ya Kisumu, akisimulia alivyopoteza kazi yake ya ushonaji kutokana na majeraha. Ilibidi nifunge hiyo kazi, nirudishe vitu kwa nyumba sababu siwezi shona. Maisha imekuwa ngumu mm, juu niko na watoto wa wadogo bado, wengine wako shule na bado niko na uzito. Usalama ikue barabarani na inaanza na mimi na wewe. It cannot work if we are not consciously putting in a lot of effort. Kulingana na NTSA, jumla ya wa watu elfu ishirini na mmoja wameathirika na ajali mwaka huu pekee, huku kaunti ya Nairobi ikinakili vifo vya watu 447.

Kwa takwimu zikionyesha ongezeko la idadi ya watu walioangamia kutokana na ajali za barabara, Wakenya wametakiwa kuzingatia sheria za barabarani ili kuepuka maafa zaidi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.